Sikubali. Nasema namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nimekaa naye kwenye vikao vingi vya kutafuta maridhiano ya taifa hili. Yawezekana miongoni mwetu akanyanyuka yeyote kukebeli hata nipindisha msimamo wangu, kwa sababu nachokisimamia na nakisimamia kwa niaba ya nafsi yangu binafsi na kwa niaba ya nafsi ya taifa langu. Nyonge, mpe... nyonge nini, nyonge mnyongeni haki zake. Mimi bila kificho nasimama mbele ya jamii ya Mwanza na mbele ya dunia kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo alikuwa mvumilivu kwenye vikao vingi mfululizo tulivyofanya naye nikimshawishi atambue kwamba nchi inahitaji maridhiano. Huyu rais akakubali maridhiano. Alafu unakutana na wanachama wa Chadema wanamwona Madam President alikosea. This is madness. Ili naliomba niliweke wazi. Alafu eti eh, kuna watu wanataka nimtukane rais huyu. I will never do that. Ninamsifu na mpongeza Mheshimiwa Samia Hassan kwa namna ambavyo alikubali hoja za Chadema na akasema jamani, Mheshimiwa Mbowe tutafute utaratibu na utamaduni wa kukubaliana.